Mimi naamini hawa watoto ni wetu sote. Mtoto wa jirani yako ni poteza muda kwa sababu leo tunayo dua ya kumwombea rais wetu ambaye naye ni mwanamke. Tunayo dua ya kuiombea nchi yetu, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kuchagua milili mitatu ya siasa na serikali, rais, mbunge na diwani, mwisho wa mwaka huu. Kwa hivyo tuliombe dua, shehe ha amani. Kwa hivyo tuombe amani katika uchaguzi wetu, pale kwenda salama. Tuombe amani nguvu, eh, na uwezo wa kutosha eh, kwa wale wote watakaojitokeza katika uongozi, na niombe sana wanawake wajitokeze kwa wingi, kama ambavyo mama Samia ametaka iwe kipindi chake. Tunaomba sana, dua yako ikamate vizuri. Kwa hivyo shehe sana dua yako kamate vizuri. Tanzania, tuko pamoja na wewe. Kwa kweli sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu shughuli yetu tume, tumefanya vizuri. Lengo ilikuwa ni kwa ajili ya kufuturu na watoto yatima na kumwombea dua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa kweli, sisi tunashukuru sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza swala, swala hili vizuri. Kingine ni kusema, Waislamu tujitokeze sana kuwasaidia watoto yatima hawa, kwa sababu hawa watoto sisi ndo walezi wao. Unapokuwa tayari unaitwa mtoto yatima unapojitokeza na kuwa mlezi, ina maana umebeba dhamana ya kuweza kuwasaidia watoto hao, na unachukua udhumuni wa kuwa baba au mama. Kila siku mimi nasema unapokuwa unajitoa si kwa sababu kuna kitu unataka, hapana. Kujitoa ni imani ya mtu. Unapokuwa tayari wewe una imani, ni nafsi yako inakutuma kuweza kuwasaidia watu. Huwezi kulazimisha kumsaidia mtu isipokuwa uwe na imani. Imani huwa inatokana na mtu na matendo yake tangia huko alikotoka. Ukiwa na historia ya kusaidia watu, milele utabaki kuwa hivyo Shekhe, ukimsaidia mtu unabaki kumsaidia, huna sababu ya kusukumwa. Lakini tuwaombe watu wengine pia waendelee kupata msukumo huo wa kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu hii ni jamii ambayo ni jamii ya Kitanzania ambayo inapaswa kusaidiwa, ninyi ikainuka. Kuna mazingira ya elimu, mazingira mengi sana kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye anafanya kazi kubwa upande wake, na sisi kama kwa, kwa nafasi zetu hizi ndogo, ndogo tulizokuwa nazo kama wadau na sisi tumsaidie, na unapokuwa unamsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan unaondoa umaskini, unaondoa magonjwa, unaondoa maradhi, unaondoa kila kitu. Kwa mfano, umemsikiliza binti pale mdogo sana, amemaliza form 4 yuko form 4, lakini anaongea Kiingereza kizuri sana. Yawezekana Kiingereza chake ambacho anazungumza tofauti na Kiingereza cha wengine ambao wako mtani. Kwa hiyo ni masuala kuweza kuwasaidia, mfano leo hapa tumefanya harambee Si ndogo kwa harambee ya kawaida kupata milioni thelathini na tatu laki tano na elfu hamsini si ndogo. Sasa hiyo ni kuwaendelea kwa support wengine ambao wako nje kuja kuwekeza. Hiyo unawekeza, unaweka deni kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu unapomwekea deni na yeye atakulipa. Anakulipaje utajua mwenyewe. Sasa hiyo ni bahati nasibu, shekhe, unapokuwa unatoa. Sisi tunapojua kwa Waislamu, unapotoa Mwenyezi Mungu anajua atakupa nini. Kila unapoendelea kutoa na yeye anakupa kwa hiyo mimi ni kuendelea kuwasapoti kupata milioni 33 kwa wakati mmoja si kitu kidogo. Tofali karibuni elfu tano, simenti elfu tano na mia nane, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wengine kuitafuta hiyo milioni mia nne si jambo dogo, kwa hiyo tuendelee kuhamasika. Wasanii kuna waona wasanii wanakuwa wanatoa fedha, ni kujitoa tu. Kwa mfano kuna wasanii kumi wakisema kila mtu anatoa milioni kumi kumi, tayari ni milioni mia hiyo kwa hiyo ni vitu vya kuhamasika tu, ni kuendelea kuwasaidia watoto hawa kupata sehemu nzuri na kupata mahitaji mazuri. tunapiga kazi. role model wangu ni mama Samia Suluhu Hassan. tuna mwangalia kule juu, anatupa nguvu na ujasiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Nitafurahi sana sana kama mtawachangia watoto hawa hayo ambayo uh, kaka yangu hapa siwa amezungumza, kwa sababu nimeamua kuifanya shughuli hii hapa leo, si kwenda katika ukumbi, Mheshimiwa rasmi, na nawaalika wote na viongozi wetu wote hapa, muone kazi inayofanyika hapa maandiko paungesheopaiji ikiwa jua tuko hapa na ilianza mvua, hapa pote palikuwa na maji, mheshimiwa mgeni rasmi, palikuwa na maji mpaka katika karibu ya magoti, hii sehemu yote iliroa. Kwa hiyo nikasema watu waje waone hii hali, ili tushikane mkono, tusaidiane tu, ama watoto hawa wasaidiwe, kutengenezwa mazingira kwa safi na salama. Asante sana, tuendelee kumwombea rais wetu mama Samia Suluhu.